Nimekuja kugundua kwamba sometimes kwenye masterclass tunafundisha vitu vizuri tu, kama ni financial education, tunafundisha sales, eh, mwalimu Angelo anagusia kwenye swala la afya, lakini nikagundua kwamba tunafundisha watu ambao wako kwenye level tofauti za ukuaji, watu ambao wako kwenye level tofauti za uelewa, level to, tofauti za personal growth. Nikasema leo itabidi nigusie hizi levels nah, ili wewe ujue uko kwenye levo gani na unatakiwa ufanye nini au unatakiwa ufanye kitu gani ili uweze ku-upgrade levels zako levo, level yako ya kuchanganua na kutafsiri mambo yanayokutokea kwenye dunia hii, kwamba leo hii ukipigwa kibuti. How do you see that? Do you see it as a opportunity or do you see it as a challenge? if they lay you off, ulikuwa kwenye ajira, mkataba ukaisha au akaukatisha, how do you see that? Unaona kwamba dunia imeisha, au you see it as another open door, kwamba huu mlango umefungwa, sasa niende kwenye mlango mwingine? Kuna watu watabaki kwenye mlango huo huo, nifungulie, nifungulie, it is already closed. Sasa hizi level hizi zinahusika, mimi naomba wakati nazizungumzia nazi, nazi, hizi levels usione kwamba na kuattack wewe, yaani usione kwamba na kulenga wewe uh-huh. Yaani wewe hata jirani yako hatajua kwamba wewe uko kwenye level ipi, si ndio? Jamani, Wewe mwenyewe ndo unajua wewe na Mungu, wow. Lakini, tunachotaka kwenye masterclass ni kwamba hiki kidogo unachokipata hakikisha kwamba unaenda unakifanyia kazi, ili tukikutana kwenye masterclass ya mwezi wa tano, you are a different person. Wewe ni mtu ambaye umeongezwa thamani. Kwa hiyo, kwa wale ambao wamehudhuria masterclass kuanzia Januari mpaka sasa hivi mwezi wa nne, hatutegemei kwamba umebaki vile nye. Kama umebaki vile vile wewe ni kilaza, si ndio jamani eh? Kwa sababu tumejifunza mambo mengi toka mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu na huu wa nne. Kama hujaongeza thamani kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, there is something wrong. Inawezekana sasa kwa uwezo wetu sisi hatuwezi kubadilisha, maybe una tatizo la kiroho mwezi wa tano au wa sita, tulete shehe tumlete na mchungaji kwanza abariki hii eneo, kila mmoja mwagie mafuta na nini, tukusomee dua, alafu ndo tuanze kufundisha.